Lakini vile vile sote kwa pamoja tumeona ni kwamba tumecheza na timu ambayo sio timu dhaifu, timu ambayo imekuja imejikabili katika maeneo yote na wamepata goli nyumbani, lakini sisi tunaamini pia tuna kikosi ambacho kina uwezo wa kubadilisha matokeo. Aa, ni kikosi ambacho tulianza nacho msimu uliopita, tuko nacho mpaka sasa. Kwa hiyo mimi ni imani yangu kwamba e, tutafanya vizuri hasasa tunapoelekea katika hatua ya makundi huu kulingana na aina ya mchezo na mashabiki wapo hapa, wapo kule, wapi Coco Beach wanaenda kutazama, kama sio na kutazama kikosi pengine na maboresho ambayo taa kufanyika katika uh, michezo inayofuata. Haya sasa si maeneo ya kiufundi hmm. Lakini mimi rai yangu kubwa kwa wanasimba ni kuhakikisha kwamba tunajifunza kutokana na makosa, na tunao wajibu mkubwa wa kuhakikisha timu yetu basi inaingia na mashabiki, na mi sina shaka kabisa na mashabiki wa Simba. E, wao wamekuwa mashabiki bora, tuna tuzo ya mashabiki bora ya sasa e, katika African uh, League, lakini vile vile wao ndo wanaongoza e, kwa kuwa na e, e, mwitikio mkubwa katika mechi zetu za ndani na za nje. Kukosekana kwao leo pengine imehilishusha morali katika kipindi fulani, lakini naamini tunayo fursa bado ya kujirekebisha. Tunapelekea toya makundi. Suleiman Moroko mmempa mechi, amewavusha. Mchakato uko je? E, michakato hiyo ya ndani inaendelea, na wakati utakapofika basi sisi kama e, utawala, lakini kama klabu tutatoa statement ya wapi tumefikia na ni aina gani ya, ya kocha ama e, benchi la ufundi ambalo tutakuwa nalo asilimia zipo wa sifa kati ya wale ambao wameomba nafasi, labda ni si, mnaijua Simba. Yes. E, kwa hiyo na sisi tunatarajia kuwa na kocha ambaye nini, ataenda kutekeleza adhma na kiu ya wana Simba ya misimu minne mfululizo. Kwa hiyo tuwe na subra. Kuna mmoja ambaye hivi ni hivi kaka. Kutokea wapi? Kutoka ligi kuu ya ndani ya Tanzania kocha yote. Ah, hayo wasema wewe. Na <laughs> ni hivi karibuni.